Kwa nini? Kwa sababu mwaka jana kuna mwanafunzi mmoja alienda na mamba. Hata hapa saa hizi kufuata maji tunaenda na mbinu ya kuchukua madongo, tunapofika pale ziwani wanaponda, ili kutisha yule kama yuko karibu. Sasa hii inapelekea kweli watoto kukosa uhuru wa kuchota maji, ndio. Mm -hmm. Uh, nilikuja hapa ilikuwa ni lini? tarehe 6 mwezi wa 9. Sasa mwezi wa 9 23. 23. Tunatembelea huku na mheshimiwa diwani, akanipitisha kwenye shule na nikakuta kulikuwa na darasa moja bovu sana, na nadhani ile darasa ilikuwa ndio hasa lengo la mheshimiwa diwani, kama tuliona ile darasa tujue nini cha kufanya. Sasa tumetoka na tumekwenda kupambana kadri inavyowezekana, ndio maana sema lazima nifike Hamulumo leo, kwa sababu nakumbuka hali ilivyokuwa, ili nione kila ambacho serikali hatimaye imeweza kufanya. Kwa mimi natoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sana sana kwa namna anavyowekeza fedha nyingi kwenye elimu. Kipaumbele chake kikubwa kabisa katika nchi yetu ni elimu. Nataka watu waelimike. Ukiwa na jamii iliyoelimika utaepuka mambo mengi, utaepuka maskini, maradhi na vitu vinginevyo na utakuwa na jamii ya watu ambao wameelimika wanasaidia kusukuma gurudumu kwenda mbele. Kwa hiyo anafanya kazi kubwa sana kwa fedha za ndani, lakini pia hata kwa timu nyingine lazimika kukopa ili kubadilisha maisha ya watu wake. Yeye rais wetu ni kiasili, ni mtu anatoka Zanzibar, sio? Yeah. Lakini hebu tazama mambo anayoyafanya huko bara. Kwa hiyo hiyo hiyo ni kudhibitisha kabisa kwamba huyu rais ni wa Watanzania nzima, Jamhuri ya Muungano kama jinsi ilivyo kwa mimi nimefurahi, nimeona hii nyumba. Nilikuja nikaona nyumba moja pale nyuma, anaishi mwalimu. Sasa mimi ombi langu moja, kwa serikali, imefanya kazi kubwa sana kwenye miundombinu ya madarasa, mabweni, shule za sekondari kila mahali. Mimi naomba serikali kama ambavyo tumeshaomba bungeni kwamba sasa wapige hatua moja mbele sasa, kwa mwaka wa fedha ujao tuanze kushuka chini, tuanze kushuka nyumba za walimu. Nafahamu huko mpango wa serikali wa kujenga nyumba za walimu, kwa hiyo walimu, naomba niwatie moyo na mjue serikali yenu inakumbuka, na huko mpango sasa wa serikali kuanza kushukia nyumba za walimu, nchi nzima. Kama inavyojenga madarasa, itaanza kujenga nyumba za walimu kila mahali. Ombi langu kwamba walimu isaidieni CCM kuihubiri CCM kwa wananchi, kwa sababu yanayokuja mbele ni mazuri zaidi ya haya, ili kwenye uchaguzi huu wa Oktoba hapa rais wetu aweze kushinda, apate ushindi wa kishindo, ili aendelee kutekeleza haya mambo. Haijawahi kutokea kwenye historia ya nchi yetu. Wakubwa wa zaidi kuliko mimi, kama mwenyekiti wetu wa chama hapa, wanafahamu tulikotoka na tulipo leo. Buchosa ndani ya miaka mitatu ya Mama Samia tumepata bilioni 62.2. bilioni 66.2 pointi mbili ndani ya miaka mitatu, unaweza ni hela ambayo tumepokea kwa muda wote tangu uhuru wa nchi yetu si ndio? Kwa hiyo serikali iko kazini, kwa mimi nipongeze sana uongozi wa halmashauri mkurugenzi wetu na baraza la madiwani wote kwa jumla wake kwa namna wanavyofanya kazi kuondoa kero za wananchi kwenye kata zote. Yeah. Asa umezungumza juu ya maji, hakuna kitu kinaniumiza moyo kama mtu kuliwa na mamba. Nilisha kusimamisha bunge kwa muda lijadili swala la mamba baada ya kugundua kama Buchosa watu wengi sana waliwa na mamba. Na jibu la watu wasiwe na mamba sio tu kujenga zile, tunajenga tuna siku hizi zinaitwa nini zile, kama cage zile, sio jibu sahihi kujenga zile uzio utajenga uzio kila mahali. Njia pekee ya kufanya watu wasiwe na mamba ni kuweka miradi ya maji ya kutosha. Ninazo shukrani nyingi sana kwa serikali, kama tumejenga miradi mingi ya maji. Tumejenga mradi wa Bugoro, tumejenga Upandwa, tumejenga Kafunzo, tunajenga Bulia Heke, naona Kazunzu, lakini lazima nikiri kwamba hatuja kuwa na mradi wa maji wa uhakika kwa Kasisa. Napambana, mheshimiwa diwani, bajeti ijayo sawa, tutakuja kutambulisha. Na kama sio hii, kabla ya bajeti kutambulisha mradi wa maji hapa. Tunachimba visima, lakini visima hivi changamoto, unaweza kuchimba visima shuleni hapo, lakini ni temporary solution kabisa. Tazama maji yale pale, yeah. Unajua kuongelea kisima wakati maji yale pale, wakati hapa unaweka pampu alafu unasambaza mabomba Sio sawa kufikiria kisima. Kwa hiyo mimi niombe wananchi wa Kasisa na walimu na wananchi wote. Hebu vumilieni kidogo. Tunaenda sasa, tunaenda sasa hivi bungeni ku, kwa ajili ya kumalizia bunge. Sawa? Ndiyo. Nitakaporudi, sawa? Ndiyo. Mwezi wa saba. Maana nitaendelea kuwa mbunge mwalimu. Ndiyo. Yaani hata sio na wasiwasi. Nitakaporejea hapa tutakuwa tutakuwa na mradi wa maji wa Kasisa nzima. Ila takachofanya nitazungumza na mheshimiwa Weso. Leo kabla sijatoka Kasisa tampigia simu ili ikiwezekana tupate kisima hapa, sawa, ambacho kitakuwa na dp kwa ajili ya kuwasaidia watu wa maeneo wa haya. E, lakini ni sio permanent solution. Mimi napenda sana miradi mikubwa ya maji kama tuliojenga kule. Kwa hiyo naomba tu viongozi mnipe nafasi, bado niko kazini, yote haya yatatimia. Baada ya kusema, niwapongeze sana walimu. Karibuni sana shule ya msingi Hamulumo, shule ambayo mimi nilipofika niliona kama ilikuwa imeachwa sana, mm -hmm. kwa maana ilikuwa inaonekana tofauti na shule zingine. mm -hmm. Imefika nikakuta miradi imepewa, miradi miwili ilikuwa ya ukamilishaji vyumba mm -hmm. vitatu, vyumba ambavyo tumeviona hapa mwanzoni, mm -hmm. lakini pia tukapewa mradi huu kupitia Nesti, kupitia serikali kuu milioni 177 mm -hmm. na laki moja, mm -hmm. ikiwa na mgawanyo wa aina tatu nyumba hmm. ya mwalimu sawa, alafu madarasa mawili, mlipoingilia pale ile darasa ambalo limeanza kuwekwa rangi hmm. milioni hamsini hmm. na matundu 16 ya vyoo, 14 yakiwa kwa upande wa wanafunzi na mawili yakiwa upande wa walimu hmm. kwa jumla tasimu shilingi milioni ishirini na saba hmm. na laki moja, nadhani mpaka taarifa ya wiki jana niliyopeleka hapa tutabakiwa na milioni ishirini na milioni 29 kwa nyumba ya mwalimu mm. lakini kwenye madarasa pale kati ya milioni 50 tu tumebakiwa milioni 10 laki tatu na themanini na sita elfu mm. kwa upande wa vyoo tuobakiwa milioni 12 na mbili mm. na baki zile zilikuwa bado, kwa maana kuna bado hatua nyingine haijafanyika, ila vifaa vimeshaletwa kwa mfano bati zipo hapa, rangi na vitu vingine isipokuwa mbao ndio bado ba hapa mm, lakini upande wa, wa madarasa yale nadhani tuko mm, hatua za, za mwisho hata mm, vilivyobaki sahizi ni zile mbao za kutengeneza pale mlangoni na ni zile wanasema hizi za, za kuweka nani blandali kwa nje, lakini kwa ndani tayari kwenye madarasa, tutafika tajiri tutaona kazi yaliyofanyika mm, iliyofanyika mm wala tunashukuru kwa mradi ulioletwa hapa, tupo tunapambana kusimamia mm. ili kukamilika mm, lakini sambamba na hilo, labda nichomekee moja kwamba pamoja kwa na miradi hii inavyokuja tumekuwa na kazi ngumu ya mfumo mfumo nesti inachukua muda mm, kwa sababu kwa taarifa ambayo ilikuwepo huu mradi utakiwa ukamilike tarehe 15 mwezi wa tatu mm, lakini kulingana na vifaa wakati mwingine mnaweka kwenye mfumo hakuna neomba Mm -hmm. Inachukua ina muda, walikuja wakaguzi nikawaeleza, na fundi akasema kwamba sio tatizo lake, wakaomba basi nione kufika hiyo tarehe kumi na tano kazi mm -hmm. itakuwa baki kiasi gani, ili tumeongezeka mkataba e, mm -hmm. e, mm -hmm. tu pia, shule yangu pia bado ina, ina shida ya maji kwamba kwanza nishukuru ujio wako mm -hmm. na tuishawahi kuongea na diwani kwamba hapa natakiwa maji shuleni tupate kisima cha maji. Kwa nini? Kwa sababu mwaka jana kuna mwanafunzi mmoja alienda na mamba. Hata hapa saa hizi kufuata maji tunaenda na mbinu ya kuchukua madongo. Tunapofika pale ziwani wanaponda ili kutisha yule kama yuko karibu. Sasa hii napelekea kweli watoto kukosa uhuru wa kuchota maji. Lakini tukipata uwezo wa kutuchimbia kisima hapa shuleni tapunguza ile adha ya watoto kwenda mm -hmm. kule